na kimsingi ni kuhusu anwani za makazi e, kama mnavyojua e, hata sisi kule mamlakani tunaposema mawasiliano yana sehemu tatu: mawasiliano ya simu na internet e, mawasiliano ya redio kwa maana ya kwamba broadcasting na TV, lakini pia pamoja na shughuli za postal and courier services, maana ya kwamba hata ukiagiza kitu mtandaoni, siku ya mwisho inabidi kikufuate uliko na what does that mean au maana yake nini? Ni maana yake lazima tuwe tunajua unakaa wapi, na physical address inakuja into place. Kwa hiyo utakuta hii uh, ecosystem nzima ya uchumi wa kidijiti e, hii sehemu ya, ya, ya, ya kuwa na address ya makazi, the physical addressing ni sehemu muhimu sana ambayo, uh, bila hiyo huwezi ukamaliza ule uchumi wa kidijiti ipasavyo. Uh, kwa hiyo ni, ni, ni, ni miongoni mwa shughuli ambazo uh, ni muhimu sana, ili kuhakikisha nchi yetu yote, nchi yetu ni kubwa sana uh, kwamba adresi za makazi zinakuwa ziko vizuri, lakini kwa maeneo ambayo ni mapya, basi wenzetu wa uh, um, uh, serikali za mitaa the local government authority wanapoyapanga uh, wanakuwa wanaendeleza, lakini na maeneo ambayo uh, yanarekebishwa, basi tunahakisha tunarekebisha na yale maeneo ambayo yalikuwepo ambapo bado physical address hazijakaa vizuri, basi ni muda mwafaka wiki hii kuhakikisha kwamba tunahamasika kuhakikisha kwamba tuna hizo anwani za makazi zimekaa uh, vyema katika maeneo hayo. Lakini kama ulivyoona kwenye mabanda tofauti tofauti hapa uh, yanaonyesha uh, umuhimu na matumizi wa uh, uh, hizi physical address na hasa mfumo wa napa tumeona pale kwenye loan boat mikopo ya wanafunzi, tumeona kwenye shughuli mbalimbali za kibenki. Ah, tumeona na huduma nyingine za mawasiliano ambazo ziko hapa ambazo zinavyoweza kutumia mfumo wa napa, lakini zinavyoweza pia kufaidika na uwepo wa, wa hii ecosystem ya uh, physical addressing system.